Mkurugenzi, kwa mkurugenzi, katika hili kia likombe, siyajua sana kama limeandaa makabasha yale ya kudumu, makabasha yale kanuni za kudumu. Za kanuni kudumu e e e kudumu za kudumu. Hili kia ni hili siombi na kuagiza Hesu kia mkitoni halmashauri. Namuagiza Mkurugenzi Mtendaji, mbona mtu ishara ya kuagiza. Namuagiza Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Ikungi, aandae kanuni za kudumu haraka mapema, sisi mali wetu gawiwe kila mmoja diwani apate kanuni ya kudumu, akasome ajue kwamba nini wajibu na majukumu ya yaliwa, kisha zile kanuni ndio ni vizuri sana. Hata kuna mahakamati ya maadili, sasa kija kuhusia mtakapo kwa maadili, kwa sababu hujamjengea uwezo mambo, sasa ni nani pia hajapata zile kanuni ile kabla sana, kanuni za kudumu hiyo. Niombe nitegemee kwamba leo ingekuwa tayari basi kila mmoja jiwana hapa mheshimiwa diwani angeondoka na kabrasha lake na vile za kanuni za kudumu akajisomee, kabla ilikiwa vile vijana hivi likiwa vijavyo, basi awe na uelewa wa namna gani wa ushiriki wa uchangiaji mawazo yao, ama namna ya kutoa mawazo kwa ajili ya kuenda Ikungi yetu.